Tumekuja sisi tuna ratibu na ratibu kanda na ratibu ukanda wote huu wa magharibu nimezunguka, lakini naishukuru kanda yenu iko vizuri i e, kanda yenu iko vizuri, ina viongozi wazuri utekelezaji ni nzuri, kwa hiyo nina imani sisi CCM nina imani tutaenda kushinda kwa kishindo. Niwaombe sasa, mwendeni mkawashawishi wakinamama wengine wajitokeze kupiga kura, wambieni jemedari wa jeshi mama Samia, amiri jeshi mkuu amesema vituo ni salama. Kama amiri jeshi mkuu amesema vituo ni salama vya kupigia kura, we unaogopa nini? Nendeni mkajitokeze mkapige kura na usiende kupiga kura peke yako ukaacha nyumbani watu, nenda nao, nendeni mkapige kura. Ndugu zanguni, kila mtu hakikishe ana watu wa kutosha wanaoenda kumsaidia kupiga kura. Hata kunyamaza mpaka sasa hivi watu wanamsema Dr. B... Dr. Samia vibaya, hamsemi mazuri aliyofanya, pia ni nini? Ni usaliti kwa. Ndugu zanguni, tukaacheni usaliti huo, twendeni tukatafute kura Dr. Samia aweze kushinda kwa kishindo. Sisi CCM oyee! oh, hey. Tunakwenda kushindana na vyama vingine, hiyo tarehe 29 mwezi huu wa 10 2025, ambayo ni wiki ijayo. Unamshawishi mtu akipigie kura Chama cha Mapinduzi kwa kueleza mambo mazuri ambayo yamefanyika kwenye mkoa wa Katavi kama unayafahamu kitaifa kama unayafahamu, lakini kama ufahamu ya kimkoa kiwilaya, kama unayafahamu, kama ufahamu ya kiwilaya hata kwenye kata yako, lazima kuna kitu kimefanyika, umekiona kimefanyika chini ya serikali inayoongozwa na Mheshimiwa Dkt Samia Suluhu Hasan, Mama Samia oye! Basi kwa pamoja twende tukatafute kura za Chama cha Mapinduzi, kwa sababu sisiemu ya kwetu sisi si sote, siyo ya mtu mmoja. Hivyo ni waombe sana, tukawaombe ndugu zetu pamoja na watoto wetu, siku ya tarehe ishirini na tisa tujitokeze tukakichague Chama cha Mapinduzi, tukamchague Daktari Samia Suluhu Hassan, tukawachague wabunge wanaotokana na chama cha mapinduzi lakini tukachague madiwani wanaotokana na chama cha mapinduzi. Na tukishafanya hivyo, basi warudi nyumbani, wapumzike kwa ajili ya kusubiri matokeo. Sisieme wasiwe sababu ya kwenda kuvuruga amani tulionayo. Hii kura imepigwa sahihi au sio sahihi Hii? Kwa nini? Naomba moja niambie, niambie ma imepitiliza na imetoka si ndio? Kwa hiyo imeharibika, uongo kweli? Naomba uniambie kura hii imepigwa sawa au sio sawa? Kwa nini kwa nini? Iko ndani ya kiboksi si ndio? Kina mama oye! Oye, kwa somo hili fupi nawapenda sana na nyumwa sisi. Oye!